Dodoma. Ah, sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania, kwanza kabisa tunapongeza jitihada za serikali, maana hotuba ah, ya bajeti hii imegusa maeneo mengi na maeneo hayo ni kimsingi yatapunguza sehemu kubwa kero kwa wafanyabiashara ah, moja kwa moja ni mshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ameelekeza mamlaka zake waweze kusikiliza changamoto na kero za wafanya biashara ambapo tumeona kwenye bajeti yameainishwa mambo mbalimbali mbali. Kwa mfano, tunaiona sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura mia mbili na tisini ambayo hotuba ya bajeti kupitia waziri wa fedha wamependekeza uh, ifanywe maboresho, na hizi tunaunga mkono kabisa, kwamba katika maeneo hayo hasa kwenye maeneo ya tozo ushuru, kwa mfano ushuru wa huduma service levy ambayo ilikuwa ikitozwa kwenye mauzo ghafi kwa 0.3 sasa kama inakwenda kutozwa kwenye faida kwa maana hii ya patogafi itatusaidia, lakini hapo sisi bado kuna utata, maana imetumika Kiswahili ambacho kinahitaji ufafanuzi ili wafanyabiashara nasi tuweze ku, ku, kuelewa. Kwa mfano itapatogafi mfuto. Sasa nafikiri katika kamusi tumejaribu kufuatilia, Kiswahili hiki ni kigeni kabisa kwa hiyo moja kwa moja itaje kwamba ikokotolewe sufuri nukta mbili tano kwenye faida baada kuwa tumetoa matumizi mengine, malipo mengine, basi hiyo sevisevi inaweza kulipika vizuri. Kwa hiyo tunaunga mkono jitihada hizo. Eneo lingine ni kupunguza asilimia kumi ya hoteli levi ushuru wa huduma wa hoteli ambao kimsingi ulikuwa unapotolewa kwa kuondoa matumizi unatoa asilimia kumi, na hii naona italeta t itapunguza kero kwa wafanya biashara na wawekezaji wa nyumba za wageni na hoteli kwa. Lakini vile vile ilikuwepo kero ya kufunga maduka, maduka yamekuwa akifungwa bila kusubiri mtu anakuja anafanya ukaguzi hapo hapo anafunga maduka. Sasa na ili tunaona pendekezo hili likipitishwa kwenye mswada wa sheria, itasaidia kuondoa kero ambazo zitaweza kuongeza tija na mazingira mazuri ya wafanyaji biashara. Wafanyabiashara watajiamini na tutaendelea kwa maana ya kufanya compliance, kwa maana atakuwa na muda wa kufanya biashara bila kufikiria kufungiwa biashara na ili tunapendekeza na sisi tuna tunasema iendelee. Eh, mapendekezo haya yapitishwe na mswada huo usainiwe, sasa iwe sheria. Na maeneo mengine yapo mengi, kwa mfano ushuru wa kupakia na kushusha. Ushuru huu kimsingi ulikuwa unaleta changamoto na fedha hizi zilikuwa hazikusanywi moja kwa moja, ah, kwa hiyo tumeona na hili eneo ni muhimu sana na tija ipo. Kwa hiyo tunakubaliana na mapendekezo ya waziri kwenye mswada wa sheria ya 26, 25, 26, basi ushuru huu ufutwe kama ilivyopendekezwa, na kwa sababu hotuba imejielekeza ime, ime, ime kwenye maeneo mengi na vile vile tumeona kwenye misamaha iliyotolewa kwenye maeneo ya ya bidhaa au mali ghafi za kuongeza uzalishaji kwa, na hili tunasema mapendekezo hayo yaendelee. Labda ipo changamoto moja ambayo bado imebaki kwenye viwanda vya maji, tulitegemea excise duty ambayo inakotolewa kwa lita kwa kila maji Eh, ingeweza kupunguza angalau kabaki single digit digit ili kuwezesha viwanda vya maji hasa hivi vidogo na vya kati viweze kuongeza uzalishaji. Kwa majina naitwa Ramadhani Makule, mfanyabiashara biashara kutoka wilaya ya Ngara. Tunashukuru serikali ya Muungano wa Tanzania kwa hii bajeti ambayo imesomwa hapo majuzi, kwa kweli imegusa sehemu ambazo tulikuwa tunapata shida. Kwa mfano mimi na biashara ya hoteli kwa <clears> wageni <throat> biashara ya mazao, maana yake mimi ni kama mjasiriamali, kila sehemu nipo. Kwa hiyo kwa kweli kwa upande mkubwa, nashukuru serikali kwa hii bajeti ambayo imetoka, imetuonyesha kwamba anatujali yale malalamiko wetu, kwa upande mkubwa amefanyia kazi na tuombe sasa, waheshimiwa wabunge, kwa kile ambacho serikali haikugusa, kwa sababu moja kwa moja wao wako kwenye jamii yetu huku chini. Kwa hiyo ambacho wakikuguswa, wakiguswa ili tupate angalau unafuu, sio kama wafanyabiashara. Maana serikali bila wafanyabiashara huwezi kufanya serikali iweze kuendeshwa, wakati bila wafanyabiashara wanalalamika, lakini wafanya biashara wakifurahi, mambo yatakuwa mazuri, talipa kodi, hakuna kitu ambacho kitakwama. Kingine kuhusu wafanyabiashara wa, wa nje umeona, kwa upande wa Kariakoo umeangalia sana wa, wa, wa, wa China, lakini hata kwetu mpakani wafanya biashara wengi sasa hivi ukiangalia, biashara za mazao zinafanya na biashara kutoka nje, kwa mfano Rwanda, Burundi, sasa hivi paka ukienda Kasulu, kaenda Kigoma, kaenda wapi. Kwa hiyo unakuta magari ambao wanafanya biashara zile, wao wanakuja hata kununua mashamba ambayo hajawa tayari. Kwa hiyo unajikuta Mtanzania hana anapokimbilia, kwa mfano sisi ambao tuko mpakani, uweze kwenda kufanya biashara Rwanda sheria hakuna ikuruhusu kabisa mpaka uende ununulie mpakani ndio ulete kwetu lakini kwao wanakuja mpaka kwetu kila sehemu wameingia kwa hiyo wasiangalia upande mmoja wa wachina wa, wa, wa waangalie upande zote kwa wafanyabiashara kwamba wanaotoka nje sisi wa ndani wanatulindaje kuweza kufanya biashara zetu kikubwa ambacho kinatuumiza ndio hicho ndo kwa wafanyabiashara wa mazao na biashara nyingine ndogondogo sababu hata hata nyanya watu sasa hivi wanaenda wananunua mashamba wananunua yaani nakuta shamba limetengenezwa anakuja mnyarwanda Rwanda anakuja muuza ananunua, kwa hiyo anafanya kazi ya kuvuna na kupeleka. Kwa hiyo unakuta kwanza huyu anapata bei ndogo ikija kwa sababu si ya shida zake, lakini na sisi serikali imewalindaje ime wafanyabiashara kikubwa ndio hicho ambacho tunaomba serikali ifanyie kazi. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ya mwaka 24 25 serikali ilipanga kukusanya jumla ya shilingi trilioni hamsini nukta mbili tisa kutoka katika vyanzo vya ndani na nje hadi Mei 2025 kiasi cha shilingi trilioni 45.07 kimekusanywa, ikiwa ni sawa na asilimia 89.6 ya lengo la mwaka. Mchanganuo wa mapato yaliyokusanywa katika kipindi hicho ikilinganishwa na lengo kwa mwaka ni kama ifuatavyo: mapato yaliyokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA yalikuwa shilingi trilioni 26.86, sawa na asilimia 91.3 ya lengo